Aha gede na mawu za gafa hapo ambira. Tukukupigia simu Bwana Gavana. Haushiki simu. Tukutumia ku message kwa WhatsApp, kureply. Bunge la mwananchi. Oye. Bunge la mwananchi. Oye. Oye. Kila macho kunacho. Hatujaona maendeleo huko chini. Sababu mambo mengi ambayo tunaona kuna vitu vingi sana huko chini ambavyo vinasumbua barabara ambazo ziko kwa municipality ya Watamu ama Kilifi County, katika ambayo liko generation ambayo liko tuko nayo miaka ile ya nyuma. Saa hizi tumenisikia, tumeletwa municipality ya Watamu. Hapa get dig, hapa get deep. Get deep. Governor anaijua, Councilor anaijua, Councilor Watamu anaijua. Kuna conjunction katika municipality. Mkonjunction ni moja. Hapa gede dip, saizi kushike moto, hakuna barabara ya kupitia ya kwanza. Kwenye point ya pili tuliongea kuhusu madaule ya barabara kushikiingia eed gede, gede health center. Health center haijamalizika barabara ilikuwa tunajua kwamba inaenda moja kwa moja mpaka shika barabara ya forest. Saizi hizi barabara imefika nusu, unaambiwa kwamba contract, contract amemaliza kazi yake kivipi? Na sisi tulipitisha kwamba barabara fulani mpaka barabara fulani ifunguliwe, barabara ya deep. Deep ni barabara ambayo ilikuwa tangu wakati munisipaliti ambayo ali, mwa, ali Omar ali alitoa. Mimi ombi langu ni moja tu, ombi langu ni moja tu, na sina taimu nyingi ya kuongea, kwa sababu watu wengi wameongea sana hapa. Nilipo ni jua kali, na watu wanapajua hapa ni jua kali, lakini hapa jua kali kuna watu wamegabwa hapa jua kali, tunawajua na bado tunaongea hapa jua kali Hizi building zote ambazo hapa jua kali zimegrabwa na watu so mimi namwambia kama gavana ya kwamba aje hapa jua kali Gede aja hizi building azirudishe upa ili watu waweze kufanya biashara wakitoka pale warudi hapa si ndio? Ile barabara ya kwenda Gede health ile imekuwa 20 million, 20 million na pale ile barabara inaenda inaenda mpaka kule Magangani pale milioni ishirini, na bado tukiangalia, lazima iko street light, iko CCTV pale mahali, ili health iwe vizuri. Halafu ile hospitali ya Gede pale health iko na shida, kama shida ni building tunaweza tengeza gorofa zende juu, si lazima kwamba tujenge building, building, building, building. ile shidashi kuna shi, shida he, ya skrei pale mambo ya kupima moyo hakuna, so hata mtu akipata ajali pale amevunjika mugu paka ene Malindi, so mi namambea gavana ya, ya kwamba zile mambo za skrei mochari pale zirudishiwe pale pale kwa sababu ili... wadi yetu ya Dabaso miradi ambayo tulipewa ni miradi mia moja na sabini na moja na sabini na moja kati ya hii miradi sabini na tatu sorry, kati ya hii miradi hii ni miradi arobaini na moja peke yake ambayo eh, iko katika wadi hii yetu na imeanzwa na pengine haijafika popote. Sasa swali langu ni katika usemi wa mwalimu ni kwamba yeah. Miradi hii miradi hii inapasa kutekelezwa na ikamilike, lakini shida imeingililia hapa. Sasa hii miradi inatakikana isimamiwe, uh, hapa kwa hapa na ward administrator. Ward administrator ndiye tuko na shida naye sasa kwa sababu gani? Dabaso ward iko na ward administrator ambaye anatoka katika eneo la Dabaso, lakini tukabadilishiwa ward administrator ambaye anatoka katika eneo la Watamu. Sasa yule wa Watamu hajui upande huu wetu wa Dabaso, mahitaji yetu yale yalivyo kiuzuri. Yule wa Watamu yuko huku sasa, amekuwa ni kama kushikililia tu ile ofisi lakini hafanyi kulingana na vile ambavyo inastahili. Ile miradi yetu mingi kabisa ambayo imebakia kutekelezwa, yule wetu ambaye ameenda Watamu asilimia mia kwa mia, amewatengenezea watu wa Watamu, hata japo sikwao, amewatengenezea vizuri. Kwa nini uh, bwana Gavana ameleta hayo mabadiliko? Kwa nini Ward administrator wetu amechukuliwa na kupelekwa eneo ambalo silo na yule ambaye ni wa kutoka eneo lingine akaletwa upande wetu. Hilo tu asanteni, bunge pawa. Ah, uh, nataka niongee na MCA kwa sababu haya ambayo tumefunzwa hapa yametutoa takataka. Bunge pawa. Tuko na shida hapa kwetu kulingana na vile ambavyo tumefunzwa. Kitu cha kwanza ambacho kinatutatiza sana, kwa sababu tumeona miradi mingi na pesa nyingi, lakini hatuoni value ya ile pesa ambayo inatumika, na hili ndio ambalo linatutatiza kama wananchi wa Dabaso. Utakuta mradi unaletwa mashinani hautafanyiwa public participation, watu wakaitwa. Kwa mfano ni barabara, watu hawaitwi wale ambao pengine barabara inapitia wakaitwa mkao, wakaambiwa barabara kutoka hapa mpaka mahali fulani tumepata milioni tano, na hii milioni tano itajenga kilomita fulani, na hizi kilomita fulani tujue kontrakta ni nani, na atatuletea bunge malori mangapi wawa. ya mchanga wawa. na maram bunge pawa unakuta tunaletewa mradi ambao hauna ukiambiwa ile pesa ambayo imetumika haiendani na ile kazi ambayo imefanyika, imefanyika pale kwa sababu hatujui contractor ni yupi. Hiyo PMC yenyewe inatengenezwa na MCA. Tunaambiwa tu mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani atasimamia mradi huu, si wananchi wenyewe waka on huo mradi. Hiyo ni shida ya kwanza. Shida ya pili hapa especially Dabaso miradi ya Dabaso kidogo inakuwa na changamoto ni kama kuna, kuna Dabaso A na Dabaso B ambapo sasa utapata miradi mingi ambayo inafanyika Dabaso A ambako ni kula ambako viongozi wanatoka, kwa hiyo sublocation inafanywa angalau kidogo kwa hadhi, lakini hizi sehemu zingine, kwa mfano kama Mida, Mijomboni, Mkenge, inafanywa shagalabagala sana, ndio utakuta miradi mingi inapelekwa upande ule mwingine ili wapate nafasi ya kukula kule, kwingine inapelekwa kidogo sana, lakini ile kidogo inapelekwa kule inajengwa kwa njia mzuri. Lengine ambalo ningependa niliongelee na singetaka niliache nje hapa Watamu manusipaliti, ambapo ni Dabaso, Watamu na Matsangoni, Municipality ilikuja, ambapo sasa municipality inastahili MCA awe mtu wa kwanza kupatia watu information kwamba pale municipality ilikuja, lakini kuna hivi na vile na vile na vile. Unakuta wananchi wanakosa information kwa sababu sijui manager hana cooperation na hawa viongozi wengine, japo ninajua county iko na serikali ya kiva na municipality ni serikali ya kiva, lakini MCA angekuwa pia mstari wa mbele, ili sasa awe atafanya nini? Ataleta information chini na pia bunge pawa shida ingine ambayo ipo, MCA wetu especially hapa Dabaso hana uhusiano mzuri na wale viongozi wengine, ambayo inatutatiza sisi wananchi kupata maendeleo. Utakuta MCA wetu hana uhusiano na mbunge wake, hana uhusiano na gavana wake, so unakuta na hata kule bunge pia kuna tetesi ya kwamba hashikani na watu, so unakuta miradi mingi ya kwamba aipush, apate backup ya wenzake ili ipite, inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo basi, ningependa niseme hivi: hizo shida za hapa Dabaso da Watamu na Matangoni na Kilifi County, haswa kulingana na mafunzo ambayo tumepata, ina e, uzito mwingi, na sisi kama wananchi tungeomba ya kwamba e, MCA aje chini tukae na yeye na tuongee na yeye, tutembee kwa pamoja. Asanteni bunge power, bunge power. Asanteni sana. Mimi ningeomba sana mradi wetu, hasa afya, ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Dabaso ina health center ya mm, Gede ambayo imepandishwa hadhi, kwa hivyo iboreshe zaidi ili yale malengo ambayo wananchi walikuwa nayo yaweze kukamilika. Hiyo machari irudishwe, uh, madawa yapatikane pale na huduma ya afya iweze kufanyika. Mbali na kwamba mtu amekufa Gedi, anachukuliwa hapa, anapelekwa Malindi, anapelekwa Star, hiyo ni gharama kubwa sana. Pili ni kwamba mambo ya maendeleo, maendeleo ni mazuri sana lakini, kama maendeleo hakuna ardhi, wananchi wengi wetu wa Dabaso bado ni maskota. Kwa hivyo hii ishu ya mambo ya maskota, uh, MCA wetu akishirikiana na gava anaoweze kuona ya kwamba wananchi wetu wanapata zile title deed, kwa sababu utakuta sehemu nyingine watu wanapata title deed nde watu wa masoko na masoko na mashamba yamekuwa katika hali ngumu sana. Kwa hivyo hiyo hapa mawili ambayo pia zinogusa yaweze kupatiwa kipaumbele ili tunapofanya maendeleo. Vio hapa nilipo ni kwangu na ninataka kwa sababu kwa nini una title hii? Hadi. Tumekuwa na mjadala mzuri sana kama bunge la wananchi Gede katika wodi ya Dabaso wodi. Hapa tumekuwa na hamasisho kutoka kwa walimu wetu ambao wamekuja kutuhamasisha kuhusu kazi ya MCA au mwakilishi wa wodi katika eneo hili la Dabaso Ward. Na kulingana na yale ambao wakazi wa Dabaso Ward wameweza kuiweka na kusema, ni yale ambayo tumeweza kuyaona ana kwa ana. Na gavana utamwambia nini? Kila kitu ambacho nikipewa kama dakika moja, nitamwambia gavana ni kwamba Dabaso Ward iko na sublocations nne, tuko na Dabaso, tuko na eh, tuko na Mida, tuko na Mijomboni, Mijomboni na Mkenge. Hizi sublocations nne, kwa wale wakazi wanakaa katika sublocations, utapata kuona kuna sublocations ambazo katika maendeleo ziko nyuma hata zile miradi ambazo zimewekwa katika ward hii ya Dabaso Ward, utaona kwamba kuna miradi ambazo hazifiki zile sublocations zingine. Tukiangalia, governor unatoka katika sublocation ya Dabaso, mbunge anatoka katika eneo la Dabaso sublocation, pia mca anatoka japo ni wa Dabaso ward, lakini anatoka katika Dabaso sublocation. Hii ni kuonyesha kwamba hata wakazi wa Dabaso ward wakitembea katika Dabaso sublocation wataona maendeleo kule, japo ni kidogo. Ile ambayo imekamilika tena inaonekana mingi ni ya upande ule, lakini ukiangalia sublocation ya Mida Ijomboni na Mkenge, kusema ukweli ziko nyuma. Kwa hivyo tunaomba tu katika ugawi wa rasilimali na pia maendeleo, kuwe na kitu inaitwa tu equal distribution of development katika wodi hii ya Dabaso. Kwa hivyo tunaomba tu kupitia kwa MCA angalie na pia ward admin ambaye ako hapa kwa ground afuatilie na ataona kweli ya kwamba maendeleo katika hizi sub locations zingine haziambatani sawa sawa na zile ziko katika eneo lile ambalo ni la Dabaso sub location katika Dabaso. Let me say thank you so much imekuwa, eh, imekuwa very consultative Meeting and engagement. Mungu atubariki sote. Huu ni mwanzo mpya, tutakuwa na mjadala huu katika hili bunge na tutakuwa na kutaniko hili kutokana na maelekezo ambayo tutapatiwa na wasimamizi wetu. Na kusema tu kweli, asanteni sana sote ambao tumeweza kufanikisha, eh, mpango huu na mjadala huu. Huu ni kusaidiana ili tukaweze kuendeleza maendeleo katika wodi yetu ya Dabaso.